Kwamba acheni wadodo wa siku ya leo na wakubali wadodo wadogo wache kwangu. Es, ntafanyaje? Yes, yes. Metembea kanisa zote mingi tena sana, sijapata kuwa mtoto mdogo. Nataka tuna kubadilika kuwa mtoto mdogo, ntafanya nini? Nitafanyaje? maana nimeshindwa hata kuishi kwa hii dunia. We mama, usitie shaka, maana ufalme wa mbingu ni wa wadodo wadogo. Nakumbuka kwamba nyinyi, mambo mnayofanya katika ulimwengu hayampendezi baba yangu, na ukitaka kuwa mdodo mdogo, we mama, enda zako usa usaisomarahisako hiari hapa, alafu utakupaliwa kuwa mtoto wa Mungu

Mm, hmm. Habari yako? hmm. Sina habari mimi, unataka nikusaidie kivipi, binadamu wa Mungu? no, so

mimi ndiye Yesu na kwamba mimi ndiye njia ambayo mtakayopitia ndipo sasa mkaweza kufika penye Mwenyezi Mungu yupo sasa wa... alama ndio hizi. Yesu Kristo nasema, Yesu Kristo nimekuja pia niakona iioti mtoto mutoko ndio niende mbinguni kwa sababu walisema ati wacheni watoto watoko wache kwangu eni alikuwa mtoto mutoko. <laughs> Mtumishi wa Mungu, wacha nikakwambie chezi ulivyosaliwa, ulikuwa na moyo mnyenyekefu. Ulipoanza kuwa mkubwa, ukaanza kuwa na kiburi katika ulimwengu. Sasa ikapasa Mungu akeuke na wewe. Sasa hivi, chezi navyokwambia, enda usa mali zako zote, ukakawia masikini eh, kama utataka kuwa mdodo mdoko, ukupaliwe na Mungu, iusa mali mtatu. Kafu, eh, mimi i ni mtoto mtoko, enda usa lile shamba lako ambalo liko maeneo ya Israeli, pikuwa maskini, use korofa yako ambayo iko maeneo ya Nazareti, ndipo sasa ukawia maskini hiyo mali yako yote

Nimebarikiwa, nimekuwa mtoto mtoko. Jinsi mulivyo watumishi wa Mungu, Mungu atakukubali jinsi ulivyo. Usipate mali ukaanza kunyanyaza viumbe dhaifu ambavyo viliumbwa na Mungu. Mimi ndiye Yesu wenu wa siku ya leo katika boma la Mjunga.